Tunafuatisha sala ya kuiombea Tanzania. Hii sala imetolewa na baraza la maaskofu katoliki Tanzania na inaakisi mahitaji ya taifa letu. E Mungu Baba Mwenyezi, tunakuabudu, tunakutukuza na tunakushukuru kwa kutujalia nchi nzuri ya Tanzania. mwaka elfu mbili na ishirini na tano katika nchi yetu tumekuwa na uchaguzi mkuu wa madiwani wa bunge na rais. Kutokana na uchaguzi huo, kwa masikitiko makubwa, tumeshuhudia sehemu za nchi yetu zikiingia katika vurugu zilizosababisha baadhi ya watu kuuawa, kupotea, kuteswa, kuhimizwa poteza mali zao na hata wengine kuathirika kisaikolojia. Ee Mungu Baba, tunawaombea uponyaji wale walioathirika kimwili, kiroho na kisaikolojia. Wape faraja na uponyaji wa ndani wote waliopoteza wapendwa wao, mali zao, waliopata ulemavu na ambao hawakupata nafasi ya kuwazika wapendwa wao. Tunawaombea pia wote waliouawa katika vurugu hizo pumziko la milele. E Mungu Mwenyezi, tunakuomba utalie nchi yetu viongozi wema na waadilifu watakaoliongoza taifa letu kuishi tunu za haki, usawa umoja upendo ukweli, amani na wenye kujali ustawi wa watu wote, kimwili na kiroho. Kwako wesifa na utukufu milele na milele. Amin. Mtakatifu Yohana Maria Mzee, tuombee. Tunaomba sala hii iwe inasaliwa kwenye maparokia yetu, tumeizindua rasmi.